Uko mlanoa habari yako? mari uko salama? yangu. Wapangaji wote wanalipa siku <if> zinazostahili. Uliniambia Jumamosi, leo ni Jumatatu. nekela yangu nekela yangu bwana, utajapata moto hapa moto hapa, utapata vitu vyako nje hapa. Huu ni mwezi tuliongea, mwezi. Ndio, mbona mwezi wangapi? Nipe hela yangu, tuliongea. Ndio, lakini mbona utumizi? Yale matako tulisema Pole pole pole, mtatu jina lako la pili naona, uona ni utani bana, tutakosana bana, tutakosana hela yangu ni jelini. Nilikwambia Juma, hela yangu ni jelini Jumatatu, ndiyo uliniambia Jumamosi mosi, leo Jumatatu, mbona wewe? God have mercy. Kwa hivyo Jumatatu leo, je